Kwanza nami nishukuru Mungu tujalia uzima wa afya kutuwezesha kutana hapa leo. Sasa sijui kama ni leo au imesha leo, imeshapinduka nadhani leo imeshapinduka, au inakaribia kupinduka. Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi, nakushukuru sana kwa mwaliko wa kushiriki hafla hii ambayo imeandaliwa kwa lengo la kutambua mchango wanahabari wa Tanzania katika kuwajulisha na kuelimisha wananchi kuhusu masuala ya maendeleo. Lakini shukrani zangu za dhati kwa waandaaji Tisare na Tamwa kwa kuandaa tukio hili kubwa. Lakini pia ni washukuru wote waliopo ndani ya ukumbi huu leo, wote kwa pamoja na washukuru. Wanasema shughuli ni watu, na watu tumejitokeza. Nashukuru sana lakini pia niwapongeze uh, kamati ya maandalizi kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii, linalonipa faraja kama alivyosema bwana Martin Luther King Jr. ambaye alisema, na nukuu, alisema ukitaka kuleta mabadiliko duniani, chukua peni, uandike Peni ni kalamu, uandike italeta mabadiliko. Lakini nadhani mnakumbuka pia hata mimi nilisema, mimi sitatumia mdomo kwa mara nyingi, nitatumia kalamu kwa mabadiliko. Yanayotokea yote ni kwa sababu ya nguvu ya kalamu. Kwa hiyo ni washukuru wote, hongereni na niwashukuru waandaaji wa tukio kwa kujua nguvu ya kalamu na nguvu ya tehama ndio kilichopo leo humu ndani kwa hongereni sana ndugu wanahabari. Uwepo wangu hapa leo ni uthibitisho wa dhamira ya dhati ya serikali kuinua tasnia ya habari, hususan habari za maendeleo. Kasi ya kukua kwa mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano duniani imefanya tasnia ya habari kushuhudia maendeleo mengi na makubwa pamoja na habari tunazozipata kupitia magazeti, redio na television ambavyo ni vyombo vikuu tulivyovizoea kwa muda mrefu, sasa pia tunaona mitandao ya kijamii, blogs na television za mtandaoni au online TVs nazo zimeendelea kukua kwa kasi, hali inayochangia mabadiliko katika namna tunavyopeana habari na hata vifaa vinavyotumika kupokea habari zenyewe ikiwemo simu janja za mikononi. Maendeleo haya makubwa ya TEHAMA yanatakiwa yawe chachu ya kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na kwa wakati, na hayo ndio matarajio ya serikali na wananchi. Kwa mfano, habari kuhusu bei za bidhaa, masoko fursa za kibiashara ubunifu mpya unaongeza tija katika uzalishaji ni za muhimu kwa serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Taarifa hizi zinasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu uchumi na biashara. Alkadhalika, taarifa hizi huziwezesha serikali kuimarisha utawala bora na uwajibikaji. Nchi yetu imefanikiwa kutekeleza miradi mingi ya maendeleo yenye tija kiuchumi, kisiasa na kijamii miradi hii ambayo imetekelezwa katika sehemu mbalimbali mbali za nchi yetu inapaswa kujulikana na kuelezwa kwa wananchi, wajue kinachoendelea ndani ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine, tumefanya mageuzi mengi ya kisera na kisheria ambayo pia wananchi wanapaswa kujua, na watakaoweza kuwajulisha wananchi mageuzi haya ni nyinyi vyombo vya habari vya aina zote nilizozitaja hapa. Kwa hiyo niseme tu kwamba yanayotokea nchini, kwa mfano tumeimarisha uh, matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma na kufanya tathmini ya kina ili kuboresha mifumo ya haki jinai, lakini vile vile tumeimarisha mifumo ya kodi nchini na mifumo kadhaa kusomana ndani ya serikali, lakini bado haijatumika ipasavyo mwananchi kuweza kuzifikia taarifa kutokana na mifumo hiyo. Sasa hiyo ni kazi yenu, wana mifumo, lakini pia wanahabari, kuwapa taarifa wananchi zinazowahusu. Vilevile kama mnavyofahamu, malengo yetu ya maendeleo ni kuitoa Tanzania kutoka nchi ya uchumi wa kati ngazi ya chini ilipo sasa na kuipandisha kwenda nchi ya uchumi wa juu ifikapo ishirini hamsini au miaka ishirini na tano inayokuja. Kipindi hicho tunatarajia idadi ya watu kuongezeka hadi kufikia milioni mia moja arobaini mara mbili ya tulivyo sasa, ambapo zaidi ya nusu ya watu watakaokuwa wanaishi wakati huo hasa mijini watakuwa ni vijana. Sasa ili kufikia malengo hayo kunahitajika ku, mageuzi makubwa kimipango, kiuwezo na kifikra. Na katika hili ninyi wanahabari mnalo jukumu kubwa na la msingi la kugeuza mindset za watu, kugeuza fikra za watu, kuwaonesha yale ambayo yanatarajiwa kwao, yale ambayo nchi yetu inatarajia mbele yetu, yale ambayo serikali zetu inapanga kwa mbele ya nchi yetu, au kwa future ya nchi yetu hayo yanataka kuelezwa kwa wananchi. Kwa na kazi hiyo iko kwenu, waandishi wa habari. Nataka nitambue kwamba na nipongeze waandishi wa habari kwa hatua hii ambayo mmefikia. Huko nyuma, huko nyuma mlikwama, lakini kwa sababu na miongoni mwa masuala yaliyokuwa yanakwamisha tasnia hii kutoa mchango wake stahiki ni kukosekana kwa ujuzi na uzalendo. Huko nyuma, aidha kwa kuto kujua au kwa kuona tunafanya ndivyo, tulikuwa tunaongoza katika kuandika makala zinazobomoa nchi yetu, makala zinazoisema nchi yetu. Lakini sasa hivi ukisoma makala nyingi zinajenga nchi yetu nyingi sana zinajenga nchi yetu, zinasifia nchi yetu, zinaeleza ukweli yanayotokea ndani ya nchi yetu. Na hata pale mnapoeleza mabovu, ni mabovu ambayo ukweli yanahitaji kuelezwa ili serikali ione na kila mtu aone, tuchukue hatua. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo, lakini nisisitize neno uzalendo. Nimekuwa nikisema mara nyingi na waandishi wa habari, kila anapopata nafasi kuonana nanyi. Wenzetu kule nje, zile habari ambazo wanahakika hizi zinaenda kulibomoa taifa lao, huzioni wala hazitoki. Lakini sisi huku, wanataka kujua kila kitu kilicho kwetu, na wanaotumika ni waandishi wa habari hawa wa kwetu huku. Semeni kuna nini, sema kuna nini engine kuna incentives ndogo ndogo tu zinazokufanya uwape. Ukija ukiona kwenye vyombo vingine vya habari Aljazira kasema, BBC kasema, sijui nani kasema, nasema ni kazi yangu ile nimepeleka. Unajisikiaje kuiona nchi yako inasemwa kwenye vyombo hivyo vikubwa, ulimwengu mzima wanaona, anieti wewe ndio umeandika kuwapa sijui. Unajisikiaje? Lakini nataka niseme kama ivyosema mwanzo kwamba kwa sasa hatua tuliofikia, nawapongeza sana. Mmekuwa mkiandika vitu vizuri kuhusu nchi yenu. Mtakumbuka kwamba wakati nikipokea ripoti ya tathmini ya hali ya utendaji na uchumi kwenye vyombo vya habari kwa Tanzania bara mwaka jana, mapema mwaka jana, nilieleza bayana kwamba kuna ombwe katika uchambuzi wa kina wa maudhui na tafiti habari zinazotoka ni ile, kaisikia kaichukua hivyo hivyo kaitoa, hakuna uchambuzi, hakuna utafiti, hakuna chochote kwayo. Kwa hiyo habari zinapelekwa roho, hazijafanyiwa kazi na hicho ndio tukuwa tuna wafidi wa Tanzania. Lakini kwa sasa nadhani baada ya kusema vile vyombo vya habari vimejitahidi angalau, unaona kuna chambuzi zinafanywa wale wa televisheni unaita wanaoyajua mambo wanakaa wanafanya uchambuzi, tunasikia chambuzi zinafanywa za maana za kikweli. Pale ambapo tumefanya vibaya, wanatuchambua tumefanya vibaya, na unasema kweli tumefanya vibaya. Tulipofanya vizuri, wanasema yes, hapa pamefanywa vizuri. Kwa hiyo tumefikia pazuri, nami nataka niwapongeze kwa mara nyingine tamwa na tisare kwa kuona kulichukua lile ombwe na mkathubutu kuendesha mafunzo kwa waandishi wa habari wengi walioko hapa na matokeo ya mafunzo yale ndio haya ambayo leo tunayaona. Of course wamefundishwa huko nyuma, lakini imezidi kuwapa kuwajenga na sensi ya uzalendo na kwamba wameweza. Sasa nilikuwa na chati na Millard Ayo hapa wakati anapokea cheki yake, kaambia Millard Ayo yuko wapi? Yuka, aa, yule kule. Ujambo babangu? Si jambo. Shikamo, marahaba. Kambia umechoka ume kutuchora babangu. Sema ah, nimekuwa mkubwa siku hizi siandiki tena hivo. Kwa hiyo tunaona matunda ya vijana wetu kwamba kuna mabadiliko yanaonekana. Uh, nataka niwahakikishie kwamba serikali kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo iko pamoja nanyi, tuko tayari kushirikiana nanyi kujenga uwezo wenu, tuko tayari kushirikiana nanyi kuondoa changamoto zinazowakabili hatua kwa hatua. Kwa serikali iko pamoja nanyi, kadri vile uwezo wetu utakavyokuwa, basi tuko tayari tuzungumze, tuone changamoto ni zipi, tuzifanyie kazi na sekta hii tasnia hii ya habari iweze kuendelea vizuri. Jengine ni lile ambalo limesemwa kwamba katika mambo niliyoahidi ni ku kuleta au kukuza uhuru wa vyombo vya habari, na hili, takwimu zinasema wenyewe kwamba Tanzania uhuru wa vyombo vya habari ni mkubwa na unakuwa siku hadi siku. Lakini kuwa na uhuru wa vyombo vya habari maana yake si kukosa uzalendo kwa nchi yako. Uhuru wa vyombo vya habari, zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka, hapa ndipo utakapomalizikia. Na wengine hata ukienda nje ukimalizikia huko, tunakuja kuchangishwa huko, jamani eh, arudishwe huko huko, utarudi kwa hiyo Tanzania ndiyo baba, ndiyo mama, ndio kila kitu. Niombe sana tupende nchi yetu sana sana sana. Kuna maswali ambayo napenda niatilie mkazo. La kwanza, um, kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata wanapata taarifa, na hapa nataka nigusie umuhimu wa vyombo vya habari vya jamii kule chini, redio jamii, televisheni za kule huko vijijini huko. Kuna vijitelevisheni vya mikono, vijitelevisheni vidogo vidogo, viko huko chini ambavyo vinatoa taarifa kwa wananchi kule chini. Niombe sana wizara, lakini na wakubwa wa tasnia hii, kuvitupia jicho vile vyombo, ni muhimu sana vile ndivyo tunavyoweza kuvitumia vikafikisha taarifa muhimu kwa wananchi wetu. Hivi vingine vikubwa vikubwa vinaweza vikaandika vinavyotaka, lakini vile na kuna maeneo ambayo ukimwambia kwa lugha anayoijua, lugha yake ya pale nyumbani, anaelewa zaidi kuliko mwambie Kiswahili au lugha nyingine yoyote. Kwa kwa, kwa kutumia vyombo vile vitatusaidia sana kufikisha taarifa tunazotaka zifike kwa wakulima, taarifa tunazotaka zifike kwa wajasiriamali, taarifa tunazotaka zifike kwa wananchi, za kisiasa, za kijamii, kule kule kule ndani. Hata wakati mwingine kuna wananchi wala hawawezi kujua kama katika eneo lao, kata yao, kuna hospitali kubwa imejengwa, anaweza kupata vipimo hapo hapo na kila kitu hapo hapo, hajui lakini kwa kutumia vyombo hivi vikiwa vinasemwa vinasemwa na pengine vitelevisheni vya mikononi vinaonyesha, mwananchi anajua wapi akimbilie. Niombe sana tuzitumie redio jamii na televisheni ndogo ndogo za mikononi zilizopo kule chini. Jingine nalotaka kulisisitiza hapa ni kuzingatia matumizi ya takwimu tunapotoa taarifa zetu. Unajua, unaweza tu ukasema Kwanzia mwaka huu mpaka mwaka huu uchumi wa Tanzania umekuwa umekuwa kwa kiasi gani? Hamna takwimu, watu hawajui. Lakini unaweza ukatoa takwimu, umekuwa kwa asilimia a nini. Kukua kwa asilimia, inamgusaje? Asilimia inamgusaje mwananchi wa chini? Inamgusaje mkulima? Inamgusaje kijana aliye kijijini? Kukua kwa uchumi ni kazi yenu na nimeona kuna zawadi za waandishi wa habari za uchumi hapa. Kwa wale waandishi wa habari za uchumi ni kazi yenu kufanya uchambuzi, kufanya analisis, mkawaambia wananchi maana yake nini kukua kwa uchumi kwa asilimia yoyote ile, mwananchi wa kawaida inamgusaje. Lakini pia kutumia matumizi sahihi ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili, matumizi sahihi Tuna Kiswahili tunachokisema mitaani humo, tunasema tunaelewana, lakini kuna Kiswahili ambacho lazima kitumike kwenye vyombo vya habari. Kina Kakatido wanajua ukimpa chombo leo Kakatido sema kinaida sanga na wengine hata tumia Kiswahili hiki chetu hichi tunachotumia huku kawaida, tatumia Kiswahili sanifu ambacho wananchi wanatakiwa kukisikia na kukielewa lakini pia tukikitumia vizuri, ni kukuza lugha yetu, ni kukuza lugha yetu. Kwa mfano, vijana leo, mwambie hebu nenda chumbani, kuna pesa pahali fulani, nenda kachukue. Atarudi haja kuulize, nichukue bei gani? badala ya kusema nichukue kiasi gani, anakuuliza nichukue bei gani. Sasa hapo, au yale aliosema Waziri Kabudi hapa mtu anakuandikia kabisa ripoti au ya mtangazaji anasema, amekwenda waziri mkuu kukagua kiwanda cha nondo na amesema amewataka wafanye biashara wa nondo, bei ziwe nzuri ili walaji wapate kununua kwa bei nafuu. Nani anakula nondo? Nani anakula saruji? Ni watumiaji. Lakini kwa sababu neno consumer tu consume, ni kula, basi kila kitu ni kula, ni kula, ni kula tutumie lugha yetu vizuri na tuitumie, ili wananchi wapate kuielewa vizuri. Hilo ndilo nalotaka kulihimiza leo, lakini jengine pia niseme kwamba nimefarijika kwamba TAMWA na TCRA wamebeba suala la matumizi ya nishati safi ambayo ni ajenda yetu kama nchi. Kama nchi tumelibeba bara la Afrika kwenye ajenda hii. Kwa hiyo nimefarijika kwamba kuna waandishi ambao wamejikunja maalum, wanaandikia nishati safi ya kupikia na mazingira. Hili limenipa faraja sana, na niwaombe sana muendelee nalo, ili wananchi wetu wajue kwa nini sasa watumie mkaa unaozalishwa na na nani, wale wa madini ile, baraza la madini wanaitwa nani, Stamiko. Kwanini watumie majiko banifu? Kwanini watumie majiko ya umeme mdogo? Kwanini hivyo? Na kwa nini wasikate miti? Kwa sababu sasa hivi uh, takwimu zetu zinasema Tanzania tunapoteza ekari laki nne plus kila mwaka, kwa kukata kupikia na matumizi mengine, tunapoteza msitu ekari laki nne Na sasa mwananchi aeleweshwe na, ili mwananchi aelewe, nabidi tutumie redio jamii lakini na yule anayetoa message kutoka redio jamii na yeye alielewe lile jambo vizuri. Kwa hiyo niombe sana hili nalo tulifanyie kazi, na linanipa faraja kwamba ishu za mazingira nazo mmezipa umuhimu wake. Sasa hilo ndilo agizo langu kwenu kwamba Um, lugha ya Kiswahili lakini na taarifa ziende vizuri, ila jengine niwaombe tena, ta mwanatisare msichoke. Mmefanya mafunzo ya awali, jipimeni mmefika wapi, mwendelee na mafunzo katika hatua tofauti. Mara hii mmefanya ya uzalendo, lakini kutakuwa kuna mafunzo mengine. Angalieni tu kwenye tafiti zenu, zitakwambieni kasoro zilizoko kwenye uandishi wetu. Hayo ndiyo mambo ya kuhu na waandishi wa habari mkawasaidia na wale wabobezi wakatusaidia ili tukawa na kada nzuri ya waandishi wa habari. Swala la mafunzo tusichoke, kwenye mafunzo mafupi na marefu tusichoke kwenye mafunzo. Kwa upande mwingine, niseme tu kwamba mwaka huu aa, ni mwaka wa jambo kubwa, nchi yetu inakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Niwaombe mtumie kalamu zenu kuhamasisha umoja, amani na mshikamano nchini. Kalamu zenu zilinde nchi yetu. Mrisho Mpoto leo alisema kuwa hajui kwamba ulinzi sio kazi ya polisi na jeshi peke yao, na yeye kama raia. Lakini kalamu zetu, kalamu zetu zinalinda nchi yetu sawa sawa na jeshi linavyolinda mipaka yetu. Kalamu tukizitumia vizuri tutakuwa salama, tukizitumia vibaya basi usalama utakuwa haupo kwa sababu yanayosomwa. Namuona Muliro, Muliro anasikiliza kwa makini sana. Kwa hiyo nihimize matumizi ya kalamu zetu na hii si upande tu wa siasa, hata upande wa kiuchumi, hata upande wa pande zote tu. Tukiandikia vizuri kuhusu nchi yetu, wawekezaji watakuja kwa wingi, kwa sababu watasoma na wataona. Tunashutumiwa mambo kadhaa huko nje. Tukiandika vizuri kuhusu nchi yetu, tukitoa ufafanuzi yanayotokea, wale wanaotushutumu kule nje watapata habari za uhakika na wataacha yale wanayoyafikiria. Kwa hiyo niombe sana, kalamu zitumike kulinda na kuitetea nchi yetu. Amesema waziri Kabudi, Tanzania ni moja tu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna nyingine. Kwa hiyo tuilinde nchi yetu. Lakini kwenye hili jambo la uchaguzi, ni waombe sana kuhimiza watu kushiriki kwenye uchaguzi na kuchagua viongozi wazuri. Tunasema kuchagua viongozi wazuri watakaosimama kama wazuri, watu wakiwaona wanawafaa wawachague, viongozi wazuri watakaoweza kuwatumikia. Kwa hiyo niwaombe sana uh, kalamu zitumike kuhimiza hilo, kulinda nchi yetu, lakini kuhimiza uchaguzi wa amani, uchaguzi mzuri, na kwamba wananchi watumie haki yao hiyo ya kikatiba. Ninapokwenda kuhitimisha, ndugu zangu, uh, nitumie fursa hii kuwapongeza tena viongozi na watendaji wa wizara, waratibu, wawezeshaji, majaji na wadau wengine wa mafunzo na tunzo hizi, ambao kwa umoja wenu mmefanikisha mchakato huu kwa weledi mkubwa. Unajua, nilipokuja nilijua tutakaa hapa kuna watu, kwa sababu nimeletewa vyeti vya kusaini, nadhani vilikuwa kumi na moja. Kwa nilijua hao watu kumi na moja tunawapa vyeti hapa, tukimaliza mchezo umekwisha. Lakini niliyoyakuta ni mambo makubwa sana. Leo makubwa sana likuwa namuuliza mwenyekiti wa TAMWA, mmejipanga kwelikweli? Anasema haya mengine mama ni surprise, na si tunayaona hapa. Kwa hiyo nipongeze sana mawaziri wangu, na kupongezeni sana. Kwa kiasi fulani kama mlikuwa mnashindana hivi kutoa hizo zawadi. Lakini wanasema vita vya panzi neema ya nani? Kwa hiyo kushindana kwenu, waandishi wetu wamenufaika. Sasa kwa wale walioshinda wote wote ofisi yangu nayo itakuwa na kitu cha kujazia juu. <laughs> Lakini faraja ninayoipata ni kwamba hili tulilolifanya usiku wa leo linakwenda kutoa hamasa, linakwenda kuibua shangwe kwa waandishi kupenda kuandika, sasa na kuandika vizuri, wakijua kwamba kuna mashindano watabidi waingie waandikie sekta kwa, watakwenda kujituma vizuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana TAMWA, TCRA na wengine watakaopata hamu ya kushirikiana nao, hili jambo tuliendeleze kila mwaka, kila mwaka tuliendeleze, ili tuwe na kipimo cha kupima waandishi wetu, lakini pia kuwapa hamasa waweze kufanya kazi zao vizuri. Nitoe pongezi kwa nyinyi washiriki wote wa tuzo hii, wale walioibuka washindi na ambao hawakuibuka washindi, wote kwangu mimi ni washindi, kwa sababu mmethubutu. Mmethubutu, mmeandika, na wengine nimeona wameingia sekta mbili sekta tatu, mmeandika. Ukikosa sekta hii unapata sekta hii. Kwa hiyo niwashukuru na nyinyi pia, niwapongeza sana sana sana. Lakini niwapongeze waandishi mahiri, wakina Balile wakina Islam Kibanda na wengine wote walioitwa hapa juu. Sasa ndugu zangu, nyinyi ndiyo makaka, nyinyi ndio makaka wakitoka kinatido, ambao wameshapumzika. Lakini pamoja na kupumzika hiyo, ni hazina tunaomba mchote, msiiachie ipumzike kabisa kabisa. Hiyo ni hazina tunaomba mchote, lakini nyie makaka ndio wakuwashika mkono hawa wadogo sasa, mkawaelekeza kule Tanzania tunakotaka iende kwa hiyo mwelekeo wetu tunawatizama nyinyi, nyinyi mlioitwa hapa leo, lakini na wenzenu wa kundi lenu, nyie kulea wadogo zenu, kuwapa ujuzi, kuwalea kama mlivyolelewa nyinyi, mkawa wakubwa, mkaitwa waandishi wa habari mahiri. Tunataka kuzalisha wengi mahiri pale mbele. Jingine nililofurahi furahi leo ni kuona wengi waliochukua zawadi hapa ni vijana, vijana chipukizi wananyanyuka, wana wanakuja juu. Vinginevyo hapa tungeona wazee wakipanda tu, haya kibanda mara ya kwanza, kibanda mara ya pili, Balile kapata uchumi, Balile kapata siasa, sijui nani kapata nini. Lakini wazee hapa leo wamezawadiwa kwa umahiri na contribution waliofanya kwenye sekta, lakini walio toili na kalamu zao wakafanya kazi ni vijana. Vijana wangu hongereni sana. Tuwapigie makofi mengi sana. Sasa ni matumaini yangu kuwa wanahabari mtaendelea kuwa mabalozi wazuri wa kuandika habari zilizofanyiwa utafiti na uchambuzi kuhusu maendeleo, uwajibikaji, uzalendo na kujenga taswira nzuri ya nchi yetu. Na baada ya kusema hayo, sasa nayo heshima kutamka kwamba Hafla ya utoaji wa tunzo za uandishi wa habari za maendeleo sasa imefungwa rasmi. Imefungwa hafla hii, imefungwa hafla hii. Sio uandishi, uandishi ndio kwanza unaanza, lakini hafla imefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi.